Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, napenda kuwakaribisheni katika channel yetu hii ya Dimo TV, channel ambayo imekuwa ikikuletea madarasa mbalimbali yanayohusu masuala yetu haya ya tiba za asili. E, kama ni mara yako ya kwanza kuweza kushiriki katika channel yetu hii, basi nakusihi sana usisahau kusbscribe, kuliki, kucomenti pamoja na kushare video zetu. Darasa letu la leo nitapata kukufunza na kukuelekeza juu ya kuweza kutumia suratul Fatiha katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa ajili ya kuweza kufungua mambo mbalimbali ya kimaisha, mambo mbalimbali yanayotusumbua katika maisha yetu. Tuna maradhi magumu, tuna misukosuko, tuna mabalaa, tuna mitihani, tuna dhiki ya maisha, tuna tabu ya kupata wateja katika biashara zetu. Kwa hiyo unaweza ukatumia surat alfatha kwa ajili ya kufungua mambo yako hayo ambayo yanakusumbua. Ni namna gani ambavyo unavyoweza kutumia surat alfatha kwa ajili ya kufungua mambo yako? Kitu cha kwanza ambacho unachotakiwa, kwanza uwe unaifahamu surat alfatha. Surat alfatha ina aya saba na namna gani ambavyo sasa unaweza ukafanya. Jitahidi, kila unapokuwa umemaliza swala ya isha na kama umebatika kuswali swalatu taraweh umemaliza kuswali, basi ni vyema zaidi baada ya kumaliza kuswali e, swala ya tarawehe basi ukachukua fursa na muda wa wewe kuweza kukaa chini na ukasoma Surat al Fatiha mara mia moja kumi na moja na ukamswalia Mtume mara mia tatu kumi na tatu na ukafanya tahalili mara mia tatu kumi na tatu alafu kisha baada ya hapo ukasujudu na ukamuomba Mwenyezi Mungu shida yako uliokuwa nayo ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ukafanya kila siku kila baada ya swala ya Isha au kila baada ya swala ya tarawehe katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ukadiriki kusoma Surat al-Fatiha mara mia moja kumi na moja ukamswalia Mtume mara mia tatu kumi na tatu na ukafanya tahalili la ilaha illallah mara mia tatu kumi na tatu afu kisha baada ya hapo unafanya sijida, unasujudu baada ya kusujudu katika hiyo sijida yako mwombe Mwenyezi Mungu shida au jambo ambalo wewe unalolitaka. Uhakikishe unakithirisha kuifanya hii ibada ndani ya mwezi mzima huu mtukufu wa Ramadhani kila siku usiku. Ama hakika nakuambia au nakuthibitishia kwamba haitopita muda isipokuwa Mwenyezi Mungu atakupa kile ambacho wewe unachokihitaji biidhnillahi. Hakikisha unafanya katika utaratibu huu, utaniambia utanipa shukurani siku moja wa kupitia Surat Fatiha kwa kufungua mambo ambayo yanayo kukabili. Kwa leo mimi nimependa nikuletee darasa hili fupi ili uweze kupata kufahamu suratul Fatiha namna inavyoweza kukusaidia kwa kuondolea matatizo mbalimbali ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Aliyekuletea darasa hili si mwingine, ni mie wako maalimu Kombo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.